Usiku jana tumeweza kuona moja kati ya chupa la Diamond Platinumz ilimeweza kutoka majira usiku, ambapo ngoma inaitwa Down akiwa amepiga na msanii anaitwa Xman pamoja na Masterpiece, ambapo ngoma hiyo imeweza kuzua gumzo sana, kufuatia mitendo mbalimbali kijamii, watu wengi wakimhusisha Kingwendu, ambaye kimsingi ni kama vile nyimbo yake imedukuliwa kinamna fulani. Mara nyingi tunavyojua katika mambo eh, ya usanii kuna kitu kinaitwa copyright copyright claim pamoja na copyright strike, hivyo ni vitu vile ambavyo vinaenda sambamba kwa wakati wake sasa Platnumz katika wimbo huu wa Down ameweza kuchukua vesi ya Kingwendu, ambapo kwa miaka ya nyuma kidogo tuliweza kumwona Kingwendu alisha kutoa nyimbo hiyo ambayo inaitwa Owe, atulia, atulia. Hatujajua kama amemshirikisha mwenye huo wimbo wake. Wanachapisha machapisho kufuatia page aliojua mitandao mbalimbali ya kijamii wakisema kwamba Kingwendu anaenda kutajirika kwa hichi ambacho amekifanya Diamond Platinumz mapema siku ya leo, baada ya kuchukua chorus ya wimbo wake ambao Kingwendu aliimba katika miaka ya nyuma kidogo iliyopita. Sasa nimekusanya baadhi ya maoni ya wadau ambao walikuwa na discuss wimbo, ngoja nikuchambulie kwa kina, mwanzo hadi mwisho hapa pa Blue House Tech Media. Ungana nami mwanzo hadi mwisho, tukalichambue hili kwa pamoja. Mimi ni Todd Alexander Scott Wizzy. Sasa huyu hapa ni Almando kutokea Bongo 5, ambapo yeye ameweza kuandika jumba yake akitoa maoni yake kuhusu na hii nyimbo ya Diamond Platinums ambayo kimsingi inasemekana kama vile kaiba chorus kutoka kwa Kingwendu. Sasa Almando aliweza kuandika hivi kufuatia peji yake na mtandao wake wa Instagram aliweza kuandika kama ifuatavyo. Diamond Platinums anakabia juu sana watoto wadogo hawezi kumwelewa. Alafu akaflash na emoji moja ya kucheka afu akaendelea kusema kama ifuatavyo. Haya ni maoni yangu kama Almando_tz kutokea Bongo 5. Diamond Platinums ana anachokifanya na ameona soko la kimataifa linahitaji nini kwa wakati gani, twende chini. Nikisema Damo Platnumz mwenyewe mambo ya kuandika sana mwondoe, huu ndio muziki wake. Sasa leo tunazungumzia banga mpya kutoka kwa Damo Platnumz anayetuletea down kwa kushirikisha eh, Xman kutoka huko RSA pamoja na Litonto na Masterpiece YVK na ngoma yenye muunganiko mkali wa mapiano ya Afrika Kusini, ladha ya bongo kwa mbali, maana Damo Platnumz anajua hii ladha, eh, anawaletea Swahili. Sasa Armando akiendelea kusema kama ifuatavyo, mimi nanukuu: hizi sasa ndo klabu hits za kimataifa ambazo Damo Platnumz anafanya kwa sasa. Anza na shuu kwa masava utanielewa. Biti kali kama hizi estukizi anaziwezea sana kwa sasa mimi ukiniuliza leo Diamond Platinumz za upande wa lyrics hazingatii sana yeye ni mwendo wa vionjo na ndio dunia inataka vitu kwa sasa mambo serious bakinayo mwenyewe maisha magumu uwaletea lyrics ngumu za nini kwa sauti ya steve nyerere ya nini mie haya kwa mashabiki wa Diamond Platinumz hii ni zawadi ya kuonyesha kuwa bado anashikilia kitu chake cha juu sana kwenye game na kwa mashabiki wapya na introduction ya kuwa mzee na, na dance floor. Hii ni down, sio ya kukaa nayo kimya. Cheza, share, rudia, play with the beat. Then shuka chini. Hivyo ndivyo alivyoweza kusema kwamba Armando ameweza kutoa maoni yake ya kufuatia ngoma hii mpya ya Diamond Platnumz ambayo ameweza kuitoa majira siku ya leo. Sasa haijeshi hapo, kuna baadhi ya watu walikuwa wanaijadili hii ngoma kwa kina. Ni mgoje niangalie kile ambacho watu wengine walikuwa wanakijadili Uh, baada ya hayo yote nikaja nikamwona pia Rich Msafi naye, eh, akaweza kuzungumzia kinamna yake, ambapo katika moni yake kitu ambacho alikisema Rich Msafi aliweza kusema kwamba kwa namna taifa linapofikia, eh, pakikucha, Kingwendu ata trend kuliko kawaida, kwanza ukute muda huu simu yake imejaa missed call kama buku hivi. <laughs> hivyo ndivyo aliweza kuandika Rich Msafi <laughs> haya bana, tuendelee kuangalia maoni mengine kutoka kwa wadau. Sasa katika insta story yake Diamond Platinumz, eh, na yeye pia aliweza kuandika ujumbe fulani ambao ujumbe ni kama vile ulizoe sintofahamu sana kufuatia pages na mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo katika ujumbe huu aliweza kuandika kama ifuatavyo. Mimi nitanukuu tu jinsi kama ulivyo. Diamond Platinumz aliweza kuandika kwamba kuna somo kubwa hapa kwa wachambuzi wetu Tanzania kujua uhalisia na biashara za lebo zikoje, ili kujua mtu anapokuwa yupo kwa mkataba wa kinyonyaji ama mkataba wa fair deal, itasaidia wakichambua wachambue kwa kusaidia na kujenga industry. Hivi ndivyo alivyoweza kuandika Diamond Platnumz, na hapa aliweza kumposti eh: Meek Mill says he finally independent revealing he only earned asilimia kumi na tatu over <laughs> Yaani ni kwamba mcmily ameweza kuvuna asilimia 13 toka yupo katika lebo, na hivi sasa yuko free kuondoka katika lebo yake, ingawa amekaa katika lebo miaka mingi sana. Kwa hiyo Diamond Platnumz ni kama vile ametoa rai kwa wachambuzi waweze kulizingatia hili, sio kuongeongea poroja, yani kuongea kitu aweze kuongea fact ambacho kinaweza kikawasaidia wasanii kwa ujumla. <laughs> Sasa mambo yamekuwa mengi baada ya Diamond Platinumz kuiba chorus hii. Nafikiri umeweza kuona baadhi ya comment za wadau wakizungumzia kuhusu swala hili la msanii mkubwa Diamond Platinumz kuchukua chorus ya wimbo wa Kingwendu. Sasa mimi sitaongea sana, ni tuangalie nini ambacho kinaweza katokea. Pengine Kingwendu amepewa pesa au vipi? I don't know. Endelea kusubscribe Dax Media Blue House, mimi ni Dax Anderson Scott Rizzi, ili kuwa wa kwanza ambao utakuwa unapata update na video zetu kila wakati na kila muda. Asante.